Kati kati ya jiji la Arusha kinachoendelea ni moto ambao mpaka sasa chanzo chake bado hakijafahamika, lakini juhudi zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba moto huo unazimwa, ili mambo yaende sawa sawia katika eneo hili la karibu kabisa na mtaa wa Mega Complex pembeni ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid Jijini Arusha. Jeshi la uokoaji na zima moto tayari liko hapa kwa ajili ya kufahamu mambo mbalimbali namna bora ya kuendelea uh, uh, uzima moto huu katika eneo hili la jiji la Arusha. Kati kati ya jiji la Arusha, kinachoendelea ni moto ambao mpaka sasa chanzo chake bado hakijafahamika, lakini juhudi zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba moto huo unazimwa, ili mambo yaende sawa sawia katika eneo hili la karibu kabisa na mtaa wa Mega Complex pembeni ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Jijini Arusha. Jeshi la uokoaji na zima moto tayari liko hapa kwa ajili ya kufahamu mambo mbalimbali namna bora ya kuendelea uh, uh, uzima moto huu katika eneo hili la jiji la Arusha.